Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali mbali. Leo nawaletea sehemu ya pili ya kijana Seleman. Sehemu ya kwanza tumeishia pale Seleman ameelekea kijijini kumchukua ule binti ambaye Suzan na kumleta mjini ili amfanye mke wake. Sasa walipofika mjini ndio tunapoendelea. Sasa kipi kilichoendelea? Msikose ku subscribe na comment ili mfuatilie mkasa huyu mbora na mtamu na wenye elimu ndani yake kwa wanandoa. Karibuni sana. Naam, Seleman alipomleta Suzana ndani ya nyumba yake, Suzana ameshangaa sana kuona mjengo mkubwa sana na kumuliza Seleman, ndio nyumba yako? Seleman akamwambia Suzana, ndio, karibu sana. Jisikie hapa ndio kwako. Eh, jisikie huru, kile chochote unachokitaka hapa utakipata. Ndio Suzana amefurahi akamwambia, sawa mume wangu mtarajiwa. Eh, akamwambia, basi mimi naelekea kazini kidogo, nirudi nitaongea, ila kuna mtumishi yuko hapo, akifika mwambie chochote unachokitaka atakupa. Ndio Seleman akaelekea kazini. Alipofika kazini sasa sasa akamwelekeza bosi wake ambaye ndiye John na kumwambia kwamba alitokea kijijini kumleta Suzan ambaye binti atakayefunga ndoa naye. John amefurahi na kumwambia hapo ndiyo umekuwa sasa. Siku zimeenda miaka imesonga mbele, eh, tunamwona Seleman na huyo binti ya Suzan walifanya mariaji, watu wamefurahi, wakaenjoy. eh, sasa wanaishi katika mjengo wao, maana huyo binti Suzan amekuwa ni msichana mrembo sana yenu, ukimwangalia mara moja mara pili ukimwangalia utamtamani kumtongoza. Sasa siku moja Seleman akasema akamwacha Suzan akamwambia mimi naenda natoka kwanza naelekea sehemu eh, alipoelekea sehemu sasa, ndio bosi wake John anakuja kumtembelea Selemani, ila amemkuta Selemani hayuko, ameondoka. Amemkuta bibi ambaye ndio mke wake wa, wa Selemani Susan. Susan amemkaribisha, maana alikuwa anajua kama huyu ndio bosi wa mume wake Selemani. alifika pale John amekuwa akimtizama sasa yule bibi macho ya chini chini, akaona kwa ile bibi alikuwa ni mzuri sana, akatokea kumvutiwa naye, akatokea kumtamani. Sasa ndio pale akamwambia, wewe ndio mke wake wa Suleiman? Ndio. Suzana akamwambia, ndio mimi ndio mke wake, kwani kuna ubaya? Akamwambia, pana, nimefurahi sana maana. John akamwambia ataoa, akamwambia, sawa, karibu sana. Lakini macho ya John yamekuwa kimwangalia sana yule bibi, ndio sasa bosi John akamwambia yule bibi, mimi ndio bosi wake wa Suleiman, ambaye nimemkabidhi vitu vyote hapa, nina vitu vingi sana. Yani amekuwa kijitapa mbele ya yule mwanamke. Mba Suzana mke wa Selemani, mke wa Selemani akasema, oh, asante ni vizuri sana ndio basi, nipe namba yako ili mimi wakati kuja mimi nitakupigia wewe afu, wewe mnambilie, kwani, Suzana kafanya, kwani, una namba yake akasema, pana simu yangu imebadilisha namba, ndio maana nimekuja hapa ili nimchukue namba yake. Oh, akasema sawa. Hata mimi naye kusimulia, msikilizaji nikajiuliza kwamba kwani ubibi alikuwa anajui kama hey, yeye yeah iko na namba ya mke wake nisingempatia, lakini amejikausha akampatia namba yake. Hapo kuna kitu kwa kinaendelea hapo. Sasa John amefurahi sana, akamwambia yule bibi, mimi naondoka basi, mume wake akirudi mwambie nimsalimie, tena mwambie nimekuja hapa kumtizama sawa. Yule bibi akamwambia sawa, hakuna shida. Selemana aliporudia ndani ya mjengo, yule mke wake Suzanne amemkaribisha na kumpokea vizuri kama mume wake, na kisha akamwambia, bosi wako alikuwa hapa. Selemana alishangaa sana, akamwambia alikuja kufanya nini? Ndio Suzanne mke wake akamwambia, amekuja namba yako maana simu yake imeharibika. Ila Seleman amengiwa na mashaka, kwa sababu anamjuani bosi wake. Akasema hakuna shida, sawa, akaambia acha mimi nitampigia. Ipofika megaa usiku, alimpigia bosi wake na maongezi yalikuwa kama hivi: vipi bosi, akasema poa Seleman, mbona nimekuja kwako kidogo nilikuwa naingia dukani kumuuzia binti wangu ambaye vitu ambayo hataitumia. Akasema oh, sawa basi, hakuna shida, ila kesho kuja ofisini, na shida na wewe nataka na maongezi kidogo. Akasema sawa, bosi haya. Walipolala hapa, kakucha asubuhi na mapema, ndio tunaona simu ya bosi nampigia binti Suzana. Suzana anaipokea na kusikia bosi akambe, ni mimi John, bosi wake wa mume wako, ambaye Selemani akasema, eh, shida gani tena, sema kupana mbaki. Akambe hapana, mimi na shida na wewe, ila usimwambie mume wako. Akambe shida gani tena mbaki, unaniambia nimwambie mume wangu, kwani kuna nini kilichotokea? akasema Hapana, usimwambie, wale wapunguza jazba nisikilize kinachokwenda ongea. Ndiyo akamwambia kwa kwamba mimi nahitaji niongee na wewe na mazungumzo, ila tutaongelea hapo kwako. Kuna sehemu nitakutuma, ambapo utachukua nita hicho chochote unachokitaka a kunisubiria, ila nitakuja na maongezi wewe na binti. Ule mwanamke akasema <coughs> Mbona nipa wasiwasi? Akawambia hapana, usiona wasiwasi, ni kitu maalum nataka azungumze nawe. Akasema sawa, mme wako ndio. Suzana ambaye ni mke wake wa Selemani akamwambia akawambia John ambaye ndio bosi wake wa Selemani akamwambia, haya, nitakuja ila uhakikishe mme wangu asivijui, nikakuja kuachika ndani ya ndoa yangu. Akamwambia usijali mrembo, yani mimi hapa niko tayari kwa kila kitu nihakikishe tumeongea. Naam, msikose sehemu ya tatu kwa kutufuatilia kubonyeza subscribe na comment ili tufuatilie mkasa huu baina ya wao wawili kukutanana Suzani na huyo bosi John na uselemani kipi walichokiongea. Karibuni sana. Asanteni.